Hadithi ya Rilan mtoto mkusanyaji takataka, aliyeshinda ukuta. Mvulana mmoja aliyekuwa akikusanya takataka alijitolea kurekebisha mwalimu: Bi, unafundisha vibaya. Siku hiyo darasa zima liliganda, hakuna aliyejua bado, lakini maneno hayo machache yalikuwa yameweka hatima ya mvulana huyu milele. Kama unapenda hadithi za moyo kama hii, tafadhali like subscribe na share video hii ili hadithi za kupendeza za endeli kukufikia sasa, tuendelee na hadithi. Katika njia nyembamba za mtaa wa zamani aliishi mtoto aliyeitwa Rilan. Ilikuwa saa kumi na moja asubuhi. Mtaa ulikuwa ukiamka polepole. Hapa, mfanya biashara wa chai alikuwa akitengeneza chai kalipale. Mtu wa kusambaza maziwa alikuwa akiendesha baiskeli yake kwa haraka. Kila kitu kilionekana kuwa na amani isipokuwa pembeni. Mwa njia nyembamba, karibu na chungu cha takataka za zamani, mtoto alikuwa amekaa miaka kumi tu, nguo zilizoraruka, miguu isiyo na viatu, iliyofunikwa na vumbi, na mwanga mdogo machoni, mwanga ambao hata umaskini haukuweza kuzima. Begani mwake alikuwa na mfuko mkubwa sana kwake hata hivyo, mfuko huu ulikuwa hazina yake, kwa sababu ndani yake alitumaini kupata kila siku cha kumwondolea mama yake nja. Asubuhi hiyo, mbwa mmoja alikuwa akichimba pipa la takataka lile lile, na yeye Rilan, bila hofu, alisukuma mbwa huyo polepole pole na akashika kipande cha mkate wa zamani. Alikinusa, akasita kidogo, kisha akaweka mfukoni mwake. Hii ingekuwa chakula chake cha jioni. Karibu naye, barabara iliamka polepole kelele za wauzaji wa mitani zilizunguka na harufu ya chai ya moto, makaa na lami, ambayo tayari ilikuwa inachemka chini ya jua. Watoto waliokuwa wamekaza ni wele vizuri walipita wakicheka, mifuko yao ya shule ya rangi ikicheza cheza mgongoni. Rilan aliwafuata kwa macho, kichwa kilicho chini kidogo, kana kwamba alikuwa akitazama aina ya ndege adimu ambaye asingeweza kumkaribia. hata hivyo, ndani ya macho yake kitu fulani kiling'aa, sio wivu, shauku, shauku ya kuwa sehemu ya jamii hiyo. Siku moja, baba yake alikuwa ametoweka tangu zamani, aliondoka kutafuta kazi siku moja mahali fulani na hakurudi kamwe. Mama yake aliyeugua na kuchoka alifanya alichoweza. Wakati mwingine alinawa vyombo kwa majirani, siku nyingine alikaa akipiga magoti mbele ya mlango mkono wake ukinyushwa kwa wale waliokuwa wakipita bila kumtazama. Na yeye, mvulana huyu mdogo, alikuwa tayari amejifunza kitu ambacho watu wengi wazima hawakijui: wakati huna chochote, lazima ujifunze kutumaini kwa njia tofauti. Kila asubuhi, baada ya kutafuta mitani, alisimama mahali pamoja, mbele ya ukuta mkubwa wa kijivu wa shule, mwanga wa maarifa. Nyuma ya ukuta huu kulikuwa na kicheko, sauti kengele inayolia na nyimbo za watoto. Haya yote yaliunda muziki wa kuvutia kwa Rilan. Kisha aliweka mafuko wake chini, akapiga magoti na kubandika sikio lake kwenye jiwe baridi. Kupitia ufa, aliona vitabu, mikono iliyoinuliwa, mwalimu kwenye ubao, na kwa dakika hizi chache alisahau uchafu wa ardhi, njaa na uchovu. Ulimwengu ulioonekana kufunguka ulimwengu ambao aliamini ulikuwa harufu, lakini aliutazama kwa shauku, keli ile ambayo haifi kamwe hata katika umaskini. Kile alichosikia huko kilikuwa kikaribia kumtia nguvu kufanya kitu ambacho hakuna mtoto kama yeye aliyewahi kujithubutu kufanya. Rilan alibandika sikio lake kwenye ufa wa ukuta. Upande mwingine, sauti ya mwalimu ilisikika wazina ya kutuliza watoto. Fungua ukurasa wa 25. Mwanafunzi moja akasema akicheka, Bi, ninasoma leo. Mwingine akajibu hapana, hapana ni zamu yangu." Rilan alitabasamu kidogo. Yeye alikuwa upande huu wa ukuta, lakini moyo wake ulikuwa tayari pale. Kwa kusikia siku baada ya siku, alianza kukumbuka kila kitu: mashairi, masimulizi, maneno ya Kiingereza ambayo aliyaelewa nusu tu. Wakati mwingine hata wakati akichimba takataka alinongona kwa sauti ya chini, good morning, my name is Rilan. Na mara baada ya hapo alicheka peke yake, kwa sababu hakuna mtu aliyejibu kamwe. Lakini aliendelea bila kuchoka. Hii ilikuwa njia yake ya kuishi. Asubuhi moja mwalimu alisoma shairi la zamani, yule anayetafuta uovu kwa wengine hatapata pata chochote kibaya zaidi kuliko yeye mwenyewe. Bila kujua Rilan alirudia neno kwa neno, midomo ikitetemeka. Hakujua kama alikuwa ametamka vizuri, lakini moyo wake ulikuwa umewaka moto. Alikuwa tu amegundua kitu, aliweza kujifunza. Jioni hiyo alirudi kwenye kibanda, mama yake amelala kwenye mkeka uliochakaa, alikohoa hadi ya kuchana kifua. Aliweka mbele yake sarafu mbili na magazeti machache yaliyokunjwa. Hiyo ndiyo yote aliyokuwa amepata siku hiyo. Mama alimtazama kwa upendo macho yaliyochoka. Rilan alishikilia ya mkono wake, siku moja na mi nitaenda shuleni. Usiku huo mvua iliingia kutoka kwenye paa, maji yalitiririka chini kwa mdundo wa polepole pole, karibu wa huzuni. Chini ya shuka yake ya zamani iliyotobolewa, Rilan alifumba macho, na katika ndoto yake ukuta haukuwepo tena. Badala yake kulikuwa na mlango na nyuma ya mlango huo darasa lenye mwanga, watoto walipiga makofi, mwalimu alitabasamu. Yeye amesimama mbele ya ubao akishikilia kitabu. Kwa mara ya kwanza alihisi kuwa mahali pake. Lakini ndoto ilipotea, asubuhi ilirudi baridi na ya kweli. Njia ile ile nyembamba, mfuko ule ule ulioraruka begani mwake. Na kama kila siku, hatua zake zilimwongoza hadi kwenye ukuta huo. Aliweka mfuko, akainamia akabandika sikio lake. Somo la siku hiyo lilikuwa kuhusu nchi na miji yao mikuu. Mwalimu akasema kwa sauti ya hakika, "Watoto, mji mkuu wa Nigeria ni Lagos." Rilan alikunja uso. Hapana, haikuwa kweli. Alikumbuka vizuri kusoma kitu kingine kwenye gazeti la zamani alilolokusanya karibu na kiosk. Alijiona amekaa kwenye vumbi akisoma polepole herufi zilizochapishwa, Abuja. Mji mkuu ni Abuja. Moyo wake ulipiga kwa haraka. Alisita, akavuta pumzi, kisha maneno yalizuka bila kuyazuia B, unakosea. Ukimia ulingia ghafla, kicheko kilisimama, vichwa vyote viligeuka kuelekea mlango. Mwalimu alibaki amegangama, chaki bado imesimama mkononi mwake. Nani amesema hivyo? Aliuliza sauti ikitetemeka. Hakuna aliyejibu hadi mwanafunzi moja aliyesita akaonyesha kidole dirisha B nadani, sauti ilitoka nje. Alisogea polepole akatoka nje, na hapo karibu sana na ukuta, alimwona mvulana mdogo aliyefunikwa na vumbi, miguu bila viatu, macho yaliyoja hofu na ukweli. Hewa ya joto iliinua kurasa za gazeti la zamani ambalo bado alishika mkononi. Wewe ndio uliyesema? Rilan alitetemeka, lakini akinya kichwa. B. Mji mkuu wa Nigeria si Lagos, ni Abuja, Rilan aliisema kwa sauti inayotetemeka lakini ya uhakika. Mwalimu alimkazia macho kwa muda akishtuka, kisha polepole aliuliza, na unalijuaje hilo mwanangu? Rilan alishusha macho, nilisoma katika gazeti la zamani nililolipata takatakani. Mwalimu alibaki kimya kwa sekunde chache, macho yake yalijaa machozi. Alisogea polepole akanyusha mkono wake kuelekea kwake. Ingia karibu ndani. Ukimya ulikuwa mkamilifu. Wanafunzi wote walimtazama mvulana huyu mdogo mwenye muonekano wa uchafu wa aibu, moyo ukipiga kwa nguvu. Miguu yake isiyo na viatu iliacha alama za vumbi kwenye sakafu safi ya darasa, lakini hakujali alitazama kwa mshangao ubao, chaki yote aliyokuwa ameyaota sana. Mwalimu alichukua pumzi na kusema, watoto, huyu ni Rilan. kila siku Anakaa nje kuzunguka ukuta na kutuisikiliza, anajifunza peke yake. Minongono ilisambaa darasani, watoto wengine walikuwa na macho makubwa, wengine walitazamana, nusu wa udadisi, nusu wa aibu. Kisha mwalimu alichukua chaki na kuandika polepole pole kwenye ubao. Mji mkuu wa Senegal ni nini? Mwalimu aliuliza. Ukimya ulirudi mara moja darasani, sauti pekee iliyosikika ilikuwa kuchuruza kwa vitabu Aligiuka kwake, tabasamu tamu pembeni mwa midomo. Rilan, unataka kujibu? Alisita kidogo macho yake yakiteleza kuelekea ubao, kisha kwa sauti ya utulivu wazi alijibu ni Dakarbi. radi ya makofi ilipasuka, watoto walipiga mikono yao wakianga, na katika kelele hizo za furaha tabasamu la aibu lilichorwa kwenye uso wa Rilan, machozi mawili yaliteleza kwenye mashavu yake yenye vumbi ilikuwa mara ya kwanza alihisi joto la upande mwingine wa ukuta. Mwalimu alipiga magoti mbele yake. Kwa nini unakaa nje Rilan? Kwa nini hajikukaa hapa kamwe? Alishikilia mfuko wake wa aibu. Kwa sababu sina mfuko wa shule bi, wala vitabu, tu mfuko huna magazeti machache. Sauti ya mwalimu ilivunjika. Alibaki kimya kwa muda, macho ya kishusha kwake, kisha akasogea akaweka mkono wake polepole pole kichwani mwake. Basi kuanzia leo, tutakupa mmoja mfuko wa shule wa kweli na vitabu pia, lakini wewe ni ahidie kitu kimoja: uje kila siku. Rilan akinya kichwa. Siku hiyo akitoka shuleni, alisimama mbele ya ukuta ambao alijua kwa moyo, na kwa mara ya kwanza alimtabasamu. sitabaki upande huu tena kamwe. Asubuhi ya kesho aliingia kupitia lango kuu mfuko wa zamani mdogo begani ule ambao mwalimu alimpa, mkononi mwake chakula kidogo cha baridi katika bakuli iliyopigwa na, machoni mwake mwanga mpya wa mtoto ambaye hatimaye alikuwa amegusa ndoto yake kwa vidole vyake. Mwalimu alimweka nyuma kabisa ya darasa. Mara tu alipokaa, macho yake yalikazia ubao mweusi, ubao ule ule ambao alikuwa ameangalia kwa muda mrefu kupitia ufa. Leo aliuona ana kwa ana. Somo lilianza. Watoto, kuanzia leo Rilan atajifunza pamoja nasi. Wanafunzi wengine walitabasamu, lakini wengine walibadilishana macho ya dhihaka. Mmoja wao alinongona, huyu ndiye mvulana anayekusanya takataka, sivyo? Mwingine akacheka, kwa nini bi amemwingiza? Atachafulia darasa. Rilan alisikia yote, lakini hakusema chochote. Alishusha kichwa na kutazama ukurasa wake. Mwalimu aliuliza swali rahisi: Rilan, niambie, mbili toa mbili ni ngapi? Aliinua macho polepole. Nne. Alitabasamu kidogo, lakini nyuma ya darasa sauti ilicheka, kumbe mtoto wa omba omba ni mjanja zaidi ya tulivyodhani. Nyingine iliongeza kwa dhihaka, ndiyo, lakini akigusa kitabu kitakuwa kichafu. Rilan alibaki haja harakati Macho yake yalipotea kwa muda kwenye anga, labda alitumaini mtu mzima kusema basi, lakini mwalimu alibaki kimya. Ukimya mzito mojawapo wa wale unaumiza zaidi ya maneno. Wakati kengele ilipolia kwa chakula cha mchana, watoto waliruka wakicheka, yeye alibaki amekaa peke yake, akielekea ubao. Watoto walirudi wakazungumza, wakashiriki chakula chao bila wasiwasi. Wakati huo Rilan alitafuta mfukoni na kutua kipande kidogo cha mkate mkavu. Ilikuwa yote mama yake aliweza kumpa asubuhi huo. Alikiweka polepole pole kwenye goti lake na kuanza kula, lakini mara tu alipoleta kido cha kwanza kinywani, mvulana aliyekuwa mbele yake alikunja pua. Harufu gani hii? Nenda ukale nje. Mwingine aliongeza kwa dhihaka, ndio, nenda ukajiungie na pipa lako la takataka, hiyo ndio mkahawa yako. Kicheko kilipasuka, na Rilan alihisi moyo wake ukibana. Hakuwa amesema chochote. Hakuwa amefanya mtu yeyote mabaya hata hivyo, alihisi kana kwamba kila mtu alikuwa tu amemkumbusha alichopaswa kuwa mtoto wa chochote. Aliinuka polepole, akakamata mkate wake mdogo mkononi na kutoka bila neno. Alikwenda chini ya ukuta, ukuta ule ule, ule ambao zamani uliwakilisha ndoto yake leo ulimtumikia kama kimbilio dhidi ya aibu, dhidi ya maneno alika. Upepo ulipita polepole kati ya matofali. Hapo ndipo alihisi kuwa mahali pake, kivulini mwa kile alichotamani. Dakika chache baadaye mwalimu alitoka, alimkuta amejikusanya, macho yaliyopotea. Rilan, kwa nini unakula hapa? Alinua macho, machozi yake yalingaa katika mwanga wa adhuhuri. b nataka kujifunza, lakini kila mtu anasema mimi ni mkafu. Mwalimu alibaki ameganda midomo yake ilitetemeka, hakupata la kusema. Kisha alipiga magoti, akaweka mkono wake kichwani mwake na kunong'ona, usiwahi kuruhusu maneno ya wengine kuamua thamani yako. Yule mwenye nia ya kujifunza tayari ni tajiri zaidi ya wote. Rilan alifuta mashavu yake, aliinuka polepole na kurudi darasani, lakini hatua zake zilikuwa nzito. Shauku ya jana ilionekana kuwa imeyeyuka kwenye vumbi la ardhi. Swali moja lilizunguka akilini mwake: je, ni kosa kuwa maskini? Usiku huo alilala vibaya, alibaki amelala macho yamefumbuka, akisikiliza mbua ikipiga kwenye paa lenye mashimo. Mama yake amelala kando alimuuliza polepole, kwa nini hulali mwanangu? Mama, nataka kujifunza, lakini nahisi ulimwengu hautakinifanye hivyo machozi yaliteleza kwenye uso wa mama yake uliochoka. Alimkumbatia, akamshikilia karibu, na kunong'ona kwa sauti inayotetemeka ulimwengu unaweza kuwa katili Rilan, lakini kumbuka, Mungu ni mpolepole, lakini hasa haukamwe mwanga. Alijikunyata karibu naye na usiku huo alifanya ahadi ya kimya: hatalia tena, hatakimbia tena, atathibitisha kuwa hata mtoto asiye na chochote anaweza kujifunza kila kitu. Asubuhi ya kesho anga lilionekana tofauti, kana kwamba mji ulikuwa unajua kuwa mvulana mdogo alikuwa amechukua uamuzi mkubwa. Rilan alichukua mfuko wake wa zamani kipande chake cha ujasiri na kutembea kwa hatua imara kuelekea shule. Siku hiyo hakuogopa tena. Machoni mwake mtu angeweza kusoma uhakika mmoja: mtu hataniwacha nyuma ya ukuta tena. Alipoaingia darasani, wengine tayari walikuwa pale, wakibadilisha na mzaha wao chakula chao. Yeye alikaa bila sauti, akafungua kitabu chake na kuanza kusoma. Hakuna kingine kilichokuwepo, wala kicheko wala dhihaka. Mwalimu aliingia. Leo watoto, tutafanya jaribio dogo. Upepo mdogo wa wasiwasi ulipita darasani, macho yalishusha, kurasa ziligeuzwa, lakini Rilan alibaki mtulivu, moyo wake ulipiga polepole bila hofu. Zoezi la kwanza, mwalimu alisema, soma shairi maarufu na ueleze maana yake. Kabla hata hajamaliza kuzungumza, Rilan aliinua mkono wote waligeuka. Aliinuka, akaweka vidole vyake kifuani na kusema kwa sauti wazi: yule anayetafuta uovu kwa wengine hatapata chochote kibaya zaidi kuliko yeye mwenyewe. Ukimya, ukimya mzito, lakini mzuri. Kisha aliongeza kwa utulivu, Bi, shairi hili linamaanisha kuwa badala ya kuonyesha makosa ya wengine, lazima kwanza urekebishe yako mwenyewe. Mwalimu alibaki bila maneno, macho yake yalijaa machozi. Kisha alipiga makofi, na mara hii darasa lote lilipiga makofi pamoja naye. Polepole, Rilan alivutia umakini wa darasa lote. Kila swali alijibu, kila neno alisikiliza kana kwamba lilikuwa dhahabu. Na kila jioni baada ya masomo, mwalimu alibaki kidogo zaidi kumwelezea kwa uvumilivu yale ambayo wengine tayari walijua. Siku moja, mkuru Jenzi alitangaza Wiki ijayo kutakuwa na sherehe ya kila mwaka. Mwanafunzi mmoja atawakilisha shule kwa kusoma shairi jukwani. Watoto wote walianza kuota, wote walitaka kipindi hicho cha utukufu, lakini mwalimu alitabasamu na kusema kwa utulivu, mwaka huu itakuwa Rilan. Ukimya ulishuka. Ukimya mzito, uliosimama uliojaa mshangao. Katika safu, mwanafunzi mmoja alinong'ona kwa sauti ya chini. Mvulana wa mapipa jukwaani. Rilan alibaki haja harakati, kuruba ndogo ilichorwa kwenye midomo yake, haikuwa kiburi, ni pumzi ya shukrani. Jioni hiyo alirudi nyumbani, macho bado yanang'aa. Mama, alisema polepole, pole, nitasoma shairi shuleni. Mama yake aliinua kichwa, macho yake yalitetemeka kwa hisia, lakini tabasamu lake lilishikilia imara. Mwanangu, tayari ulikuwa fahari yangu sasa ulimwengu tu utaona kile ambacho mimi nimeona ndani yako daima. Siku zilizotangulia sherehe, Rilan hakuweza kulala karibu kila jioni. Baada ya kumsaidia ya mama yake kulala, aliwasha taa ya mafuta na kusimama mbele ya kiu kidogo kilichopasuka. Alirudia shairi lake tena na tena. Wakati mwingine sauti yake ilitetemeka. Je, nikikosea? aliwaza. Je, watabaki kuicheka? Mawazo yake yalimkaba kuu, lakini kila alipofumba macho aliona macho ya mama yake na mkono wa mwalimu wake uliowekwa siku moja kichwani mwake. Kisha aliendelea hadi mashaka yakanyamaza. Siku kuu ilifika. Shule nzima iliangaa kwa mapambo na kicheko, maua yalipamba milango, bendera zilipeperushwa na upepo wa asubuhi. Nyuma ya jukwaa Rilan alisubiri wawasiwasi, mikono yake ilitetemeka, lakini kifuani mwake moto uliwaka. Siku hiyo alijua ukuta ungekuwa umeanguka kabisa. Jina lake lilitangazwa kwenye kipaza sauti, alipanda jukwani polepole pole. Mbele yake mamia ya nyuso, wanafunzi, walimu, wageni. Alichukua pumzi kwa kina na kusema kwa sauti wazi iliyobeba mbali, ninaitwa Rilan. Zamani nilikaa nje, nyuma ya ukuta wa shule hii. Leo ninazungumza kwenye jukwaa lake. Ukimia ulifuatia. Kisha alisoma kwa mtetemeko ule ule wa zamani, shairi lile ambalo lilikuwa limechochea yote: yule anayetafuta uovu kwa wengine hatapata chochote kibaya zaidi kuliko yeye mwenyewe. Sauti yake ilitetemeka, dhaifu na imara kwa wakati mmoja. Kila neno lilionekana kupiga moja kwa moja moyoni. Alipomaliza, hakuna aliyehamia kisha ghafla, ukumbi mzima ulisimama, makofi yalipasuka, macho ya mwalimu yalijaa machozi. ukuta ule ambao ulikuwa umemtenga na maarifa, heshima na mwanga. Ukuta huo ulikuwa umeanguka milele. Miaka ilipita, shule iliyozika na wakati ilikuwa imeona mimea ya mwituni kukua kwenye kuta zake, lakini nyuma ya majani yake ya kijani ndoto mpya ilikuwa imemea, ndoto ya Rilan. Mvulana huyo aliyekusanya magazeti alikuwa amekuwa mwalimu katika shule ya umma sasa alikuwa akiwafundisha kusoma na kuota watoto maskini, watoto ambao kama yeye walikuwa wamekuwa katika ukimya na vumbi. Mama yake aliyezika alitembea polepole pole zaidi, lakini kila mara alipomuuliziwa, mama mwanao anafanya nini leo, alitabasamu kwa upole na kujibu, anawafundisha watoto kutokuogopa kuota. Asubuhi moja Rilan alipokea barua, ilitoka shule yake ya zamani ile ya ukuta. Bwana Rilan, tunasherehekea maadhimisho ya miaka 25 ya taasisi yetu, tungefurahia kukupokea kama mgeni rasmi. Alibaki hapo, karatasi mkononi, hajaharakiti. Macho yake yalijaa machozi, picha za siku zake za nyuma zikirudia: ufa wa ukuta, sauti za watoto, mkono wa mwalimu, shairi, aibu, kisha fahari. Alinong'ona kwa nafsi yake kwa pumzi, zamani nilikuwa nje Leo ninarudi kama mgeni. Siku kuu ilifika. Shule iliang'aa kama kamwe, malango yalipambua na mashada ya maua. Watoto wakiwa wamevaa sare safi walisubiri mbele ya milango, mashada yao ya maua yalipepea polepole pole kwa upepo wa joto wa asubuhi. Rilan alipopita kwenye lango, mtetemeko ulimpita. Ilikuwa mahali pale-pale kuta zilezile zile, harufu ile-ile ya chakina udongo, lakini wakati huu hakuhisi hofu tena, alihisi fahari kwenye jukwaa amekaa safu ya mbele alimwona Nelma, mwalimu wake wa zamani. Alikuwa amezika nywele zake za kijivu zilizunguka uso ambao bado ulikuwa wa upole, bado una mwanga. Macho yao yalipokutana, macho yake yalijaa machozi. Alisimama polepole pole, tabasamu linatetemeka kwenye midomo, na kusema kupitia machozi yake, nilijua Rilan, nilijua siku moja ungerudi. Alisogea ko likija pasipo wewe bi ukuta ungekuwa bado umesimama. Muda mfupi baadaye, mkurugenzi alichukua kipaza sauti. Leo tunapokea mtu wa ajabu, mtu ambaye zamani alikaa nje kuzunguka ukuta wa shule hii na ambaye leo amekuwa fahari ya wote. Makofi yalitiririka kirefu ya kweli. Rilan alipanda jukwaani, kipaza sauti kilitetemeka mkononi mwake lakini moyo wake ulikuwa mtulivu. Alitazama umati, mamia ya watoto, walimu, wazazi, na alisema tu kwa sauti ya utulivu: zamani nilibaki nje, nyuma ya ukuta wa shule hii. Leo ninazungumza kwenye jukwaa lake, na nimelewa kwamba elimu ya kweli sio kujifunza maneno, bali ni kubomoa kuta kati ya mioyo. Ukimya ulitua, ukimya wa kina, mzito wa hisia. Kisha kama kufunga uzi wa hatima yake Rilan aliinua macho kuelekea umati na kusoma kwa sauti ya polepole pole, ya utulivu inayotetemeka. Yule anayetafuta uovu kwa wengine hatapata chochote kibaya zaidi kuliko yeye mwenyewe. Kila neno lilisikika kama sala. Sauti zilikuwa zimenyamaza, lakini mioyo ilitetemeka kwa pamoja. Na alipomaliza, ukumbi mzima ulisimama. Makofi yalipasuka, mengi, yenye nguvu. Machozi yalitiririka kwenye mashavu ya Binelma amesimama na kiburi, mkono kifuani. Rilan alitabasamu, sio kwa utukufu, sio kwa sifa, bali kwa sababu alijua ndani yake kwamba ukuta haukuwepo tena. Akishusha macho, aliona safu ya mbele, watoto wachache. Nguo zao zilikuwa chafu, mashavu yao yamechongoka, lakini macho yao yalikuwa yamejaa mwanga. Alinama kidogo kwao na kusema polepole pole. Hamhitaji ukuta ili kujifunza, inatosha kuamini ndani yenu, na siku moja ulimwengu mzima utawasikiliza. Siku hiyo watu wote walisimama, nyuso zikiangaa, wengine walilia, wengine walitabasamu, lakini wote walijua kuwa walikuwa wameshuhudia kitu cha ajabu, ushindi wa ujasiri juu ya umaskini. Hapo mahali pale ambapo zamani mvulana mdogo alikaa kusikiliza masomo nyuma ya ufa wa ukuta Bango liling'aa sasa kwenye jua, lilisoma hapa alikaa Rilan, mtoto aliyeamini kwamba ukuta haukuweza kuzuia mwanga. Na wakati makofi yalipozimia polepole, upepo ulipita kwenye wa mwepesi wa utulivu, kana kwamba hata upepo ulinong'ona, Rilan amefanikiwa. Mwisho.